Ya adhabu juu ya walio juu ya nani? Ya Yesu Kristo, kwa kuwa sheria ya Roho wa uzima wameishika, na sheria ya Roho wa uzima imeweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Waliokuchafua watakungarisha kwa jina la Yesu, amen. Walioharibu maisha yako wataharibiwa wao, Amen. Wale kulani watalaniwa, Amen. Baraka za Yesu ziko juu yako. Kibali cha Yesu kiko juu yako. Hatua ya mafanikio iko juu yako, Amen. Leo tuko kwenye maombi meupe. Maombi meupe ni maombi ya ushindi ushi. Na leo hii tarehe 28 mwezi wa 9 2025, ninatangaza juu ya kila madhabahu ya uzima na amani ya kwamba ushindi umefika kwako kwa jina la Yesu. Amen. Lolote ambalo lilikuwa ngumu litakuwa jepesi. Amina. Kupokea kwa Yesu kimefika kwako. Amina. Muujiza wako umefika kwako. Amina. Kibali chako kimefika kwako. Amina. Neema yamefika kwako. Amina. Kila mlango uliokuwa umefungwa nimeyafungua kwa jina la Yesu. Amina. Kila nira zisizo tupa kwako nimezikata kwa jina la Yesu. Amina. Wingu jeupe likawe juu yako. Amina. Nasema wingu jeupe likawe juu yako. Amen. Nasema tena wingu jeupe likawe juu yako. Amen. Mathayo 17 mstari wa 5, Ufunuo 14, 14. Mathayo sura ya 17 mstari wa 5, Ufunuo wa Yohana 14, 14. Wingu la utukufu likatawale kwako, wingu jeupe likaonekane kwako, vile ulivovaa mavazi meupe, hilo wingu jeupe likakufunike, liwe juu ya nyumba yako niwe juu ya familia yako, niwe juu ya watoto wako. Si kama kuna mtu yuko tayari kupokea hapa? Ninasema wingu jeupe likatawale kwenye maisha yako. Walikuwekea mikosi mikosi, itarudi kwao, wow. wanasema utafanikiwa, wataona ukibarikiwa. Wingu jeupe lirudi kwako, ninaamuru katika rumwengu wa roho, wingu jeupe lirudi kwako. Utukufu wa Yesu katawale kwako Amen katika ulimwengu wa roho vile ulivyo katika mwili, na katika ulimwengu wa roho ndivyo ulivyo. Amina. Mavazi yako yakawe meupe, ukanae na ukasaa, ukabarikiwe na ukainuliwe. Nisome Matayo sura ya kumi na saba mstari wa tano. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ndiyo alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa, mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Huyu ni mwanangu mpendwa, aliyeisikiliza sauti ya madhabahu akavaa mavazi meupe. Natamka wingu jeupe haitatoka kwenye maisha yake. Ah, wingu jeupe halitang'oka kwenye familia yake. Na ame. Juu ya wingu hilo ameketi mmoja. Ameketi mmoja. Ameketi mmoja. Fano wa wanadamu. Fano wa wanadamu. Mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake. Taji ya dhahabu juu ya kichwa chako. Mwambie taji ya dhahabu juu ya kichwa chako. Taji ya dhahabu juu ya kichwa chako. Muulize kichwa chako kiwa kitupu. Mwambie taji ya dhahabu juu ya kichwa chako. Unafahamu Amen. Unafahamu sema, kichwa kichwa chako chako kikilindwa kikilindwa, maisha yako yamelindwa, kikilindwa, maisha yako yamelindwa, maisha yako yamelindwa, kichwa chako kikilindwa Inaiona taji ya dhahabu, taji ya utukufu juu ya kichwa chako, Amen. Na utukufu wa Yesu unatawala kwako Amen. Na baraka ya Yesu inastawi kwako Amen. Ngeukie mwenzangu, mwambie haya ni maombi meupe. Huko tayari, nikwambie kitu Amen huko tayari niseme kitu Amen. damu ya binadamu ni nyekundu, damu ya Yesu ni nyeupe Amen. damu ya Yesu ni kama maziwa ya ng'ombe, ya ng'ombe, maziwa ya ng'ombe, maziwa meupe ndo damu ya Yesu okay. ndio maana wana wezero walipookolewa ambao mtapelekwa kwenye nchi ya maziwa na asali. Rudia. maziwa na asali. Maziwa ni alama ya damu, asali ni alama ya mwili. damu ya Yesu ni damu Namalizia. Damu ya Yesu ni damu, damu ya Yesu ni damu yes, yes. Sasa mwingine anaweza kauliza, kwa nini kwenye meza ya Bwana tunatumia damu ya Yesu kwa alama nyekundu? Kwa sababu lazima ile damu ya Yesu iende ikatakase damu zetu ambazo ni nyekundu, kwa tunatumia damu ya Yesu ambayo ina alama nyekundu kwa ishara ya kwamba damu zetu zinakwenda kukombolewa. Ndio maana hata madhabahu ina carpet nyekundu, maana yake damu ya mwanadamu, kila damu ya mwanadamu inakwenda kukombolewa kini damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni damu Maana mtu anapozaliwa anazaliwa kwa mbegu nyeupe, umetumia tafsiri, uzao wa Yesu ni mbegu nyeupe

Njoni njoni, tuseme haya tusemezani, asema Bwana Yesu, asema Bwana Bwana Yesu, Yesu, dhambi, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu. Haijalishi dhambi zenu zilikuwa nyekundu, unasikia? Dhambi ni nyekundu, dhambi, dhambi ni ni nini nyekundu, endelea, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hizo ambazo dhambi zinaonekana ni nyekundu, Yesu atazigeuza kupitia damu yake, zitakuwa nyeupe. Bwana tena tena nasema, ubaya wako utaonekana tena, utabaki kushangaa. Kimwili, katika ulimwengu wa roho, sisi tumeacha mateso, tumetoka kwenye mateso, tumetoka kwenye kifungo, tumetoka kwenye maskini. Sema ameni kubwa, sema ameni kubwa. Ninakutangazia kuanzia sasa

Kwa nini wewe kaiweka, haitakaa kwako tena. Amina. Kuanzia leo utang'aa. Amina. Kuanzia leo utastawi. Amina. Kuanzia leo utafanikiwa. Amina. Kuanzia leo milango ya baraka inafunguka kwako. Amina. Inafunguka kwako. Amina. Inafunguka kwako. Amina. Maisha yako yatakuwa meupe. Amina. Ukisia mtu amepata ajali, anatapakaa. Asema damu yako haitamwagika kwa jina la Yesu.